Mkilichagua mkilipa ridhaa, tutaiondoa Tanzania kutoka kwenye uchumi wa kati kuifanya nchi yenye uchumi mkubwa. Yeah! yeah! yeah! Yeah! Ukienda chini Brazil wanakiona cha cha kutengeneza ndege, walipoanza mradi wao mwaka 69, ilichukua mwaka mmoja pekee. Brazil kukua ni nchi kubwa yenye uchumi mkubwa duniani, na sasa hivi ni kati ya nchi kumi. Tanzania tuna zaidi ya miaka miwili, Morogoro anatengeneza ndege ndogo za watu wanne kuna wataalamu wengi ambao kuna ndugu like aitwa Jonas ni engineer mkuu wa kiwanda cha Boeing kule Marekani cha kutengeneza ndege. Mtakaponichagua nitahakikisha kwamba ndugu Jonas namrudisha hapa nchini ili aweze kuungana na wale wainjinia wetu pale Morogoro kutengeneza kiwanda ndani ya miaka mitano ambacho kitakuwa kinatengeneza ndege za kibiashara ambazo zitatengenezwa zita hapa Tanzania. Hali ya uchumi zangu wananchi, ni mbaya, na ndio maana ukienda Brazili, kilo moja ya sukari inauzwa, inauzwa pungufu ya shilingi elfu moja na mia nne ya Tanzania, kwa sababu serikali inapata hela kutokana na uwekezaji ambao umefanywa kwenye viwanda vikubwa. Wanauza ndege za Amria kwenye mataifa mbalimbali mbali, dunia nzima, sasa wanapata mabilioni ya dola ambazo ni fedha za kigeni wamewaachia wananchi kwamba harama za uzalishaji ziwe ndogo. Mtakaponichagua nitahakikisha kwamba ndugu Yorasi namrudisha hapa nchini ili aweze kuungana na wale mainjinia wetu pale Morogoro kutengeneza kiwanda ndani ya miaka mitano, ambacho kitakuwa kinatengeneza ndege za kibiashara ambazo zitatengenezwa hapa Tanzania. Hali ya uchumi, ndugu zangu wananchi, ni mbaya na ndio maana ukienda Brazili kilo moja ya sukari inauzwa, inauzwa pungufu ya shilingi elfu moja na mia nne ya Tanzania, kwa sababu serikali inapata hela kutokana na uwekezaji ambao umefanywa kwenye viwanda vikubwa. Wanauza ndege za Embraer kwenye mataifa mbalimbali dunia nzima, sasa wanapata mabilioni ya dola ambazo ni fedha za kigeni. Wamewaachia wananchi kwamba harama za uzalishaji ziwe ndogo. Shida ya maji itatatuliwa kwa kuchimba kwa ku, serikali kununua magari ya kuchimba visima yo, serikali ya kwetu itaweza kupeleka ruzuku katika hayo maeneo ili kila kila, kila halmashauri iweze kupata gari la kuchimba visima. Lakini mikoa ambayo inatoa nani linapata jua kali, kwa maana mikoa ya kanda yote ya yot, kanda ya kati, lazima tutengeneze mfumo wa kutumia mitambo ya jua, kwa maana sola ambayo tutaingiza kwenye gridi ya taifa. Tutakuwa na vyanzo vingi vya umeme bila kutegemea ki- vyanzo hivi vya maji ambavyo sio vya uhakika kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi.